Ndugu zangu, tunaenda mwishoni kabisa mwa mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani. Wote mnaona namna ambayo tumeendelea kuishi kindugu katika mwezi huu. Mmeona namna ambavyo tumeendelea kupata tiba ya mwili katika mwezi huu, tiba ya roho katika mwezi huu. Ni mwezi ambao tunasali sana, ni mwezi ambao tunamwita sana Mwenyezi Mungu, ni mwezi ambao tunakutana sana kama ndugu. Ninaomba haya matendo mazuri ya Ramadhani na nikitambua, ndugu zetu wako kwa, kwa resma, tuyaendeleze hata baada ya mfungo wa Ramadhani, kwa sababu huu ndio utaratibu ambao Mwenyezi Mungu ametupangia. Lakini sisi binadamu, mioyo wetu wakati mwingine ni tofauti, tunaishi namna ambavyo tutakavyo sisi. Lakini mheshimiwa uh, sana kaka yangu, sisi tunafurahi, tunakuombea sana kwamba Mwenyezi Mungu azidi kukuzidishia. Umetoa. Basi kama umetoa Mwenyezi Mungu akuzidishie, kwa sababu sio wote walionazo wakatoa. Ukimwona mtu anatoa ni mtu ambaye ameguswa katika moyo wake, kuwa na kingi sio maana ya kutoa. Kuna mwingine hata cha mwisho chini ya uvungu huwa anatoa. Kwa mimi nawashukuru sana sana sana viongozi wetu wa dini, naomba muendelee na kazi hii kuitetea Singida Mwendelee na kazi hii kuiombea Tanzania. Naamini kabisa kadri tunavyoomba Mwenyezi Mungu anazidi kutufungulia heri, bali ni kubadilika kutoka sehemu ya tabia ulionayo kwenda sehemu ya tabia iliyo njema inayomridhisha Mungu na itakaowaridhisha waja wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni vyema kwa kipindi hichi tulichokuwepo katika mfumo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani iwe ndio chuo chetu na tuende tukaishi maisha ambayo tulioyaishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Isiwe Ramadhani inaondoka alafu tunarudi katika mifumo na maisha yetu tuliokuwa tukiyaishi, ili ramadhani yetu iweze kufanya kazi. Tubadilikeni, tuweni wakweli, tuweni watifu, tuweni wasikivu, tuweni wenye kutii, tuweni wenye kutazama halali iko wapi, tuifuate, tuweni wenye kuitazama haramu iko wapi, tuikimbie, tuepuke mfumo wa kutafuta riski kwa njia iliyokuweko ya kumbakumba kumba. Ndio natoa shukurani kubwa, kwa sababu kutengeneza futari, alafu watu hawajaje, unaweza sijui utapeleka kwa... hiyo nashukuru kwa kufika wote, na tumeweza kuila na nafikiri tutaimaliza inshallah. Niwashukuru waliko wote kwa ujumla, mliohudhuria futari hii ya jioni hii. Mungu wabariki sana, na mashirikiano haya yaendelee siku zote.